Yani wewe unaitwa muda wote, kabisa. Unaenda ndoto uko unafani? Nakuuliza wewe, kikumizi cha nini? Kuna kazi nilikuwa nayo. Alafu sikiliza. Nenda kanite juice. He, he, alafu nimekumbuka juisi ya jana haina sukari na hujaweka passion. Kwa nini? Kwa nini ya kwa nini kuuliza your uda Hello. Eh hey, wan. <laughs> Yaani madam, niko nataka nikupigia muda si mrefu. Sema tu mmeniwai. Wameni <laughs> pigia kuhusu nini? Maanake naona unajishikilisha. Yaani madam. Yani Kai kwa jili jicho aliyokuwa anamwangalia mdogo wangu. Nilivyomwona tu, nikajua kabisa amesharizika na mdogo wangu. Maana alikuwa anamwangalia kabisa kwa jicho la mahaba. Nikajua kama ameshampenda. Kwa sababu alikuwa subs unaweza kuniogopea leo ni mara ngapi? Kwa sababu Kai a -a. Sikiliza ni kuambie, Kai amekuja nyumbani kama mbogo, amekasirika, mpaka mimi ananitoa mamake, maana anasema kwamba mwanamke hajampenda. Haya, mwanamke gani ambaye amemwangalia kwa matamanio? Jue kaya alikuja, wakawa wanaangaliana na wameelewana vizuri tu na mdogo wangu. Kwa hiyo mimi, jinsi walivyokuwa wamemech, nikajua tayari itakuwa ameshampenda na sijaona tofauti yoyote kati yao. <laughs> Asa, sikiliza Warda, nataka uniambie kimetokea nini huko. Sitaki mambo mengi, sitaki maneno mengi sawa madam, mi tatafuta muda niukutane na Kai na nitamuuliza mwanamke ni mwanamke gani. Sitokuangusha madam. Wakati huu Wada, Wada, Wada bado anarudia kuniongopea. Kwa hiyo mimi unaniona kama mtoto mwenzio, si ndivyo? Sasa sikiliza, ninachotaka mimi, nataka kesho uwende ukaonane na Kai umpeleleze ni mwanamke gani ambaye aliyempenda zaidi ya yule tuliyomchagulia na tuliompangilia. Sawa sawa. Ukiniangusha wada, utajutia siku ya leo. Sawa. Nadhani bado hujanijua upande wangu wa pili ukoje. Kuwa makini. Mama! Mama! Vipi, mbona wangu wangu, karibu mwanangu. Asante mama. Vipi, mbona wangu wangu, kwema huko? Kwema, tushikamu. Marhaba. Kwema huko, kwe kwe. Karibu mama. Naomba usijisikie vibaya kwa hiki nitakachokiongea. Unajua nini mama, mimi mpaka leo hii sijashindwa kitu chochote kile kwa mume wangu una maana gani? Kusema ukweli, hata mimi sijapenda yeye kwenda kufanya kazi tesha, bado hajapona, lakini tu ni vile yeye mwenyewe apende kukaa nyumbani. Lakini mama, wewe mwenyewe bado hali yako haijakaa sawa, kwa hiyo mimi kusema ukweli, roho yangu haijapenda kabisa kuja kutupa kiasi chote hiki cha fedha. Mimi naomba tu nikurejeshie hela yako. Ah, hapana ah, ah. Kabisa mwanangu. Hilo ni jukumu langu. Mimi ni mzazi, na mzazi hana kikomo chochote katika kumsaidia mtoto wake. Nimecheza michezo yangu hapa mtaani, nimepokea pesa yangu kwa kijumbe, mahitaji yangu nimeyakamilisha, kilichobaki nimewaletea. Kuna baya kwenye hilo mwanangu? Sawa mama, sisi tunashukuru tu kwa kila kitu. Huwa na amani binti yangu, mimi sina chochote kibaya kuhusu hiyo pesa. Nimeweka mkono wangu na mimi kama mzazi. Sawa basi mimi ngoja nikuache sawa, hamna tatizo, salimie mwanzee. Aya sawa, lakini nimekumbuka kitu. Baba oh wa Christ kabisa. Unaitwa ndoto, uko unafanya nini? Kwani na kwani za kigumizi cha nini? Kuna kazi ile na mazi. Yeah. Alafu sikiliza. Nenda kalete juice. MSB. Eh, eh hey, alafu mkumbuka. Juice ya jana haina sukari na hujaweka passion. Kwa nini? Kwa nini nakuuliza? Fanya kalete juice. Sawa. Dada, Subiri njo njo, nifanyie masaji, maana nasikia kichwa changu kina niuma sio kawaida. Njo nifanyie masaji. Pombo, nifanyie masaji, nimekuambia nifanyie masaji, usikii? Ndio nini hivyo? Yaani mikono migumu, hebu tuone, wewe unabeba zege kumbe kitu gani? Yaani mikono kama si mtoto wa kike Unakaza kutetema tu. Hebu nifanyie masaji hiyo. Jamani, hivi nikuulize kitu dada. Au unanifanyia masaji? Hata kibanio nitoe ndio ni? Nitoe kibanio, kibanio jamani. Mpaka uwambie kila kitu. Wewe mtoto mdogo. Kumbe nini? Basi hicho si kibanio unakitoa, utajua kukirudisha kilivu. Kwani wewe ukoje? Lakini lakini wewe dada, wewe kabla gani? Ujue Nitaomba radhi kwa kile ambacho nitakwambia, na nimeona bora nikwambie ili ukifanyie kazi mapema. Kwangu wewe ni binti na ni mrembo tu, wanaume wote wenye uchu wakikuona hawawezi kuwa na uvumilivu. Tambua, wewe ni mke wa mtu na una fursa. Kama una kama uliyo nayo, unafanya biashara, basi mi nachokuomba mwanangu, zingatia biashara unaoifanya na ulizike, na kile ambacho unakipata, kwa sababu hali ya mume wako kama ilivyo, wanao wafahamu na wasio wafahamu, wengi wanawatolea macho, na maanisha au wanaume wenye uchwa, wasija wakatumia advantage hiyo kukurubuni wewe kimapenzi, mwanangu utapoteza heshima yako na mengi utakwenda kuyaharibu kwenye mahusiano yako ya ndoa. Naomba ujiheshimu sana, tunza heshima yako na ya mwenzi. Sawa mama, mimi nimekuelewa, na nashukuru kwa kunielewa. Nasisitiza, lolote ambayo utaona kwamba ni gumu kwako nifikishie, tutalitatu. Sawa.

<laughs> <laughs> <laughs> Mungu wangu! Hivi jamani, ina maana kweli hamja nisikia hamjaniona kama nimerudi? Yaani kweli kabisa, kweli jamani! Mke wangu nimefika hapa, nimesalimia, habari za jioni, unaniambia hujasikia. Sorini lilikuwa mbali, sijui nilikuwa wapi. <coughs> <bara. Be>. <laughs> Mm. Marahaba.

niko tayari kumshawishi Kai kwa njia yoyote ile, ili, ili aniambie mwanamke ni nani, na kama nikifanikiwa kumjua, atakuwa na bahati. Nitahakikisha nimemuua Nana. Hivi una mpango mwingine au ni swala ile la ndoa? Hivi kweli upo tayari kutoa roho ya mtu kwa sababu tu ili mi niolewe mdogo wako? Na kama ni mwanamke wewe aliyemchagua, kwa nini tusitafute mbinu nyingine ya kumshawishi Kai arudi upande wangu, ila sio kutoa roho ya mtu dada. Mi kwa hilo sikubaliani nalo, kwa kweli haujui kitu. Ila ina mpango mwingine kumileni tofauti kabisa na mpango wa kwangu. Mpango mpango gani huo? <laughs> <laughs> Utajua muda ukifika. Sawa dada, lakini umeweza kunywa pombe muda mrefu sana na kuvuta hizo sigara, Ungeacha basi upumzike. Chukua mzigo ukaweke ndani. shamba Marahaba, zawadi no, ah, ah, na hujambo? Asante binti yangu mzuri, nimeshapoa. Hapana, hapana, acha tu. Kuwa na amani hiyo hapo. Sawa mama Pink, hivi, hii hali inayoendelea hapa ndani inakuridhisha kabisa katika nafsi yako? wewe wangu, Ayu, lakin ni mke wangu sawa, wenye hayo ya kwetu tutazungumza kwa wakati wetu, lakini vipi kuhusu huyu Pingi? Yaani mimi narudi hapa nasalimia, haitikii mpaka niulize mara mbili mbili, anachezea simu tu, anachezea simu tu tat ta, ta, ta, ta. kunipokea mimi mzigo, kupeleka mpaka aje kupokea zawadi. Huyu si mtoto wangu, alikuwa kunipokea mimi sasa mme wangu jamani, kanasiza nkwapi mtoto siakwanatabutabu jamani. Hmm. mke wangu, hili swala la huyu mtoto lazima tuliongee tena, kuna haja amye naye kuweka kikao cha makusudi kujadili hizi tabia zake, anapotoka huyu mtoto samaki, tusipomkunja gari mbichi, atakuja kutushita baadae. Tuachane na hayo kwa sababu si malengo au dhamira ya kilichokipanga kuzungumza usiku huu. Yote kwa yote, naipenda sana familia yangu. Mke wangu, napopenda sana Mume wangu mbona ujaala mpaka sasa hivi, alafu ni usiku sana? Yaani kile nikikuangalia muda wote uko macho, kwani tatizo ni nini? au siku ya leo mi nimekukosea alafu afu nakuhusu kwenda kwa mama? Wala mi sikuwa na nia mbaya, mke mm -mm. wangu mimi kitu ambacho kinanifanya nisilale mpaka sahizi Sio sababu kwenda kwa mama, hapana, bali kitu kinachonipa mawazo ni wema wako ambao unanitendea. Leo tangu nipo kazini, ngoja wasa wewe, binti kpikachana iko chakula kama utaweka kwenye friji, kama sitafanyania ule upenye yote. Hai aiai Mke wangu na familia yangu, watoto wangu, leo nataka niwatoe, nataka niwapeleke sehemu nzuri, mkale chakula kizuri kitamu, mwenjoye. Yani iwe siku fulani hivi siku fulani hivi amazing, sawa kwa right? Well, hiyo darling, achana mm -hmm. Sasa na hiyo simu, nenda kajiandaye. mitian kizwanda wang kajiandaye mama, natoka mm -hmm.

Sijasikia vizuri ama? Yaani mimi hapa binti yako mrembo pamoja na mama yangu hapo, tunataka tutoke, tunaenda na huyu kitoko. Tunaenda naye wapi? Mimi najiuliza, hivi katika dunia ambayo tuko nayo leo hii, nitakuja kupata wapi mwanamke ambaye atakayeweza kunitendea wema kama unaonitendea wewe. Yaani, mke, kama mimi nimekuwa mwanamke, wewe umekuwa kama mwanaume. Mudani unatoka unaenda kuuza mboga mboga, unapambana kuhakikisha mimi mume wako nakula na napata mahitaji muhimu yote ya msingi. Sasa kitu ambacho kinanipa mawazo, mke wangu, nitaweza vipi kukulipa wema huu ambao unanitendea Yani hiko ndo kitu ambacho mimi kinanifanya nikae niwaze una wote, yani sielewi. Lakini mpenzi, mbona umenitendea wema mwingi sana ambao hata nikikaa kwa watu nikisema ni wanisie, siwezi kumaliza leo wala kesho. Kuna muda mpaka najisikia aibu mimi mwenyewe. Kuna kipindi nilikuwa nakujibu vibaya lakini ujawe kunirudishia hata siku moja. Alafu kitu kingine, kwani ukumbuke uliponitoa

Niko sawa, I said I'm good, I lied. Nilipotazama nyuma nikajikuta nimechoka inside. Nilipenda bila mipaka.